Oya, omboi, unaniudhi sana mwanangu. Wewe aya, simesha kutegemeana ndugu yangu usio, eh, umekuwa mtu mzima wewe, umekuwa mtu mzima nyumbani, kwa nini ndugu yangu jitoe? Eh, jitoe mwanangu, ukapambane. Jitoe ukapambane. Wewe ndio unataka kuishi vipi? Unataka kuishi na mia mia mia mia mia? Ndugu yangu, jitoe ukapambane mia kila siku haitakutosha. Hiyo mia itakutosha mia, ndugu yangu, kila siku. Cha msingi ni kutoka ukapambane, toka ukapambane. hmm? hmm? we mtoto wa kike anaenda maarabuni Saudia huko anakaa miaka hmm? We mbona usitoke hapo tu, toka tuende mji mwingine bana hmm? We, we vipi wewe eh? jitoe ndugu yangu hapo nyumbani jitoe hmm? Naishi kwenye mikono ya wazazi mpaka lini eh? na omba omba nyingi ndugu yangu, watu watachoka, hata simu watapokea yako, hata message hawatajibu. Toka hapo nyumbani, toka, hmm? Watoto wa kike wanatoka wakienda Saudia ndugu yangu, we mume mzima utaki kutoka? Oya, jiangalie ya ndugu yangu, naongea na wewe, jiangalie sana ndugu yangu. Toka ukapambane, toka ukapambane. Mwanaume ni kupambana, au sio? Endelea kukaa maskani tu, mwisho wa maskani utauona wewe, hey.